Kuna vitu Mungu huwaga anavifunua kwa Roho. Ukiona umeota ndoto na hiyo ndoto imetokea, ni Mungu aliwasiliana na wewe kupitia ulimwengu wa nini, wa roho. Mungu anapojaribu kukusemesha, kama wewe hauna mahusiano na ulimwengu wa roho, huwezi kumsikia. Ndivyo jinsi Mungu alivyo, sio kwamba Mungu aongei. Mungu anaongea masaa 24, lakini kwa nini wewe umsikii? Hauko kwenye network kuna maadui wanakuja rohoni, huku kwenye damu na nyama wanakupa ushirikiano. Kuna adui kumfahamu, lazima iwe ni ishu ya ulimwengu wa roho. Kadi utakavyokuwa na disiplini ya kuomba, kuna vitu vingine Roho Mtakatifu atakuwa na kusemesha kabla havijatokea. Kuna vitu vingine utavikwepa, hakuna mtu anajua umekwepaje. Utaondoka kwenye eneo lenye hatari bila kujua umeondokaje na watu wataanza kukuita wewe mchawi, na sio lazima hata wewe mwenyewe. Wewe unajua kuna wakati wewe mwenyewe utakuwa ujui, lakini unatembea na nguvu. Watu wanakuuliza wewe, unafanyaje?